Polisi mkoa wa Mtwara kitengo cha dawati la jinsia limezindua kampeni ya tuwaambie kabla hawajaharibiwa yenye lengo la kupunguza matukio ya ukatili wa kijinsia. Uzinduzi huo ambao kimkoa umefanyika leo Oktoba 17 katika kijiji cha Namionga, wilaya ya Newala, mkoani Mtwara na kuhudhuriwa na mkuu wa wilaya ya Newala ambaye amewaasa wananchi kuripoti matukio ya ukatili wa kijinsia ili kuondoa athari zinazotokana na matukio hayo. Nawasihi wananchi kupambana na vitendo vya ukatili kwa kutoa taarifa mapema mara tu unapofanyika ukatili, kutopoteza ushahidi. Kwa mfano, aliyefanyiwa ukatili wa kingono hapasi kuoga wala kubadili nguo kabla hajafika kwenye vyombo. Tunapaswa kutoa taarifa haraka na kujaza fomu namba tatu. Mhanga anatakiwa afikishwe haraka hospitalini. Polisi wanatakiwa wafungue mashtaka na kukusanya ushahidi, ili mhanga apate haki yake. Mambo haya tukiyazingatia, tutawanusuru watoto wetu na jamii yetu katika majanga haya ya ukatili yanayotuzunguka. Kwa upande wake mkuu wa kitengo cha dawati la jinsia mkoa wa Mtwara ameeleza mafanikio aliyopata katika awamu ya kwanza, huku akitaja mipango ambayo wanaitarajia kuipata katika awamu hii ya pili na wahalati kwamba nyumbani alikuwa anaishi maisha fulani labda maisha yenye tabia njema ambayo inakubalika kwenye jamii, basi anapokuja shuleni pia tabia zile zile aziendeleze, asibadiliki kutokana na tabia ambazo atazikuta shuleni ambazo sio sahihi na alivyolelewa. Hiyo ilikuwa ni awamu ya kwanza lakini awamu ya pili ililenga, awamu ya pili inalenga kwamba sasa hawa watoto ambao wanatoka mashuleni eh, wanatoka vioni wanaenda mtaani, basi zile tabia ambazo njema walizokuwa wanaishi nazo shuleni basi wakawe raia wema kule wanapokwenda. Kwa mfano watoto wa darasa la saba wamemaliza darasa la saba lakini bado ni wanafunzi, waende wakajitunza huko mtaani, wakaishi kwa tabia njema, wakajitunze kwa sababu bado ni wanafunzi e, na hata hawa wafomfoo pia hali kadhalika e, watoto wa kidato cha sita hali kadhalika kwamba wanavyoenda mtaani, wakaishi na tabia njema, wakawe makini e, wakajizuie, wajilinde wasipate manyanyaso ya aina yoyote na basi kama ikitokea kwa bahati mbaya basi waweze kutoa taarifa kwa wakati kabla unyanyasaji haujawakuta baadhi ya wanafunzi kutoka katika shule tofauti hapa mkoani mtwara wameeleza namna elimu hii itakavyowasaidia katika kutatua matatizo haya ya ukatili wa kijinsia Toa taarifa kwanza katika vituo vya serikali ya kitongoji kijiji kata kwa maafisa watendaji, then taarifa zinaweza kufikishwa katika dawati kuu la nini la jinsia na kuona kuna namna gani ambapo wanaweza kuwasaidia, kwa watoto, vijana, wanawake kwa wanaume, kwa ujumla tuweze kutoa zile taarifa ambazo zina zile taarifa za unyanyasaji wa kijinsia katika jamii ambazo wanawake kwa wanaume wanapitia, maana si wanawake pekee ambao wanapitia unyanyasaji wa kijinsia pia, na wanaume pia wanaweza nini kupitia unyanyasaji wa kijinsia pia, na wanaume pia wanaweza nini kupitia unyanyasaji wa kijinsia kwa hiyo nawashauri wale majirani wote ambao wanapitia changamoto, wanaogopa kwamba maybe wanaweza waka, waka wakagombana na familia au wanaweza kuweka mtafaruku ya kifamilia kutokana na kuwasilisha zile manyanyaso ambayo yanafanyika katika familia na katika jamii. Kwa hiyo wale wote ambao wana wasiwasi kwamba dawati la jinsia limewekwa zaidi katika kuwasaidia wale wote ambao wanapata matatizo hayo. Kwa hiyo tutujumuke kwa pamoja, kwani tunaweza siku. Leo tumeonekana wengi na wote tuna furaha kutokana na kampeni yetu hii, tuwaambie kabla hawajaharibiwa ni kampeni nzuri kwa sababu tunakuwa tayari na uelewa na kila kitu, yani tunakuwa tunafahamu kuhusiana na mambo mazima ya ukatili wa kijinsia pamoja na mambo mengine yote. Kwa hiyo hii kampeni na hii fursa inatufanya sisi tuweze tukaelewa vizuri, na tunaweza tukatoka hapa kuna sehemu nyingine kwa ajili ya kwenda kuwaelimisha zaidi watu wengine. Nikiripoti kutokea hapa katika kijiji cha Namiyonga wilaya ya Newala mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla, EATV.